Mlango wa kumi na moja. Israeli alipokuwa mtoto, nalikuwa nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Kadiri walivyowaita ndivyo walivyoondoka na kuwaacha; waliwatolea dhabihu mabaali na kuzifukizia uvumba sanamu za kuchonga. Lakini nalimfundisha Efraimu kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu, hawakujua ya kuwa naliwaponya. Naliwavuta kwa kamba za kibinadamu, kwa mafungo ya upendo, nami nalikuwa kwao kama hao waondoa wa ukongwa tayani mwao, nikaandika chakula mbele yao. Hatarudi tena nchi ya Misri, bali huyo Mwashuri atakuwa mfalme wake, kwa sababu walikataa kurejea. Na upanga utaiangukia miji yake, utayaharibu makomeo yake na kuyala, kwa sababu ya mashauri yao wenyewe. Na watu wangu wamejipinda kuniacha, ingawa wawaita kwenda kwake aliyejuu Hapana hata mmoja atakayemtukuza niwezeje kukuacha Efraimu? Niwezeje kukuponya Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama Seboimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu, kwa maana mimi ni Mungu si mwanadamu, mimi mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia ndani ya mji. Watakwenda kumfuata Bwana atakayenguruma kama simba; kwa maana atanguruma nao, watoto watakuja kutoka magharibi wakitetemeka. Watakuja wakitetemeka kama shomoro toka Misri, na kama hua toka nchi ya Ashuru; nami nitawakalisha katika nyumba zao, asema Bwana. Efraimu amenizinga kwa maneno ya uongo, na nyumba ya Israeli kwa udanganyifu; na Yuda hata sasa anasitasita kwa Mungu na kwake yeye aliye mtakatifu naye ni mwaminifu.